Huyu rafiki yangu ana mke wake, ndio alivyokuwa na mke wake. Alimpenda mtu binti. mm. Umona, kumpenda binti yule, binti akamwambia, wewe una mke wako Umona, mimi sitaki kuwa nyumba ndogo. Ndiyo. Lakini bahati nzuri anajua dini mashallah. Mm. Alimfungulia vifungu, aya zile na nini na nini. Binti akakubali kufanya nini? Kuolewa. Mm. Lakini kule hajaenda kumwambia mke mkubwa kwamba mimi naenda kufanya nini? Maana kisheria ya dini lazima uwage. Sasa alijua mke mkubwa kwamba ni anaanzisha vititi na varangati. Kwa hiyo akasema hapana. Kwa sababu huyu mke mdogo nimempenda, basi mimi nitaenda kuoa hivyo hivyo. Mm. Mke mkubwa aliagwagwa vipi alimwaga <laughs> kwamba mimi naenda kufanya nini? hata jamwambia naenda kuongeza, alivaa trakuti lakini, ukumbuke ndani ya miaka mitatu ya uchumba wao hivyo, mm, hivyo yule mke mkubwa alipata taarifa kwamba mume wake kuna, kuna binti ana deti naye mm. Na alifuatilia mpaka akamtumia meseji yule binti, na ugomvu kawa mkubwa sasa. Mm. Mwana yule binti akamwambia, ukitaka yote, mimi sitaki burukshani Nioe nioe, mambo yaisha. Na kweli yule kijana alichokifanya bana e, mimi simwambii mke wangu kwamba naenda kuoa mimi naenda kuoa. Alichukua rafiki zake wanne mm. walitangulia kwenye nyumba ya yule binti mm -hmm. Alichokifanya, alivaa tracksuit, alivaa t-shirt, alivaa raba, alichukua hizi zinaitwa kama mwenda kufanya mazoezi yani. Alimwaga asubuhi anaenda jogging mm, anakimbia hey, hey. Alikumbe wenzake kwa shamwandalia kanzu, alienda kwa rafiki zake akaoga akapiga na utuli na kila kitu. Nakumbuka saa mbili asubuhi kuna duka la kanzu pale Mwananyamala lilifunguliwa kwa ajili yake, akatia vya kutia akaenda kafunga ndoa, mpaka leo ana wake wawili. Mke mkubwa akajua kama mume wake kao. Alimwambia uwezi toka Ach, kwanini yakumwambia tangu mwana? Angemwambia hapo tajamwambia mtiti huo, angemwambia maji moto, angemwambia moto. Wewe saizi uambiwe, uambiwe hadi uje. Wewe kama mume kidini, mwanaume si inakuwa inaruhusiwa kumwambia mke wako. Sasa nikwambie kitu, ukiona kuna vipingamizi fanya, you know.